Aa, sasa ndugu yangu leo nimekuandalia huu mchanganyo unaouona hapa. Huu ni bonge moja ya mchanganyo. Aa, kama wewe umewatibia kuku wako ugonjwa wowote ule unatumia e, iwe tiba ya asili, iwe tiba ya dukani, hawaponi kuku wako, hupati matokeo kabisa. Uh, tumia huu mchanganyiko ili hiyo dawa unayoitumia iweze kufanya eh, kazi vizuri. Na huu ni bonge moja ya mchanganyiko. Kwanza huu mchanganyiko ukiwa unaoandaa lazima upige chafya. Sikiliza hapo. <coughs> Uh, sasa hapa nitakuelekeza aina ya magonjwa ambayo umeatibia, yamekataa kupona na namna ambavyo utachanganya pamoja na huu mchanganyo ili yaweze kupona, yani magonjwa sugu. Uh, sasa huu mchanganyo unatumia vitu gani? Hapa itatakiwa uwe na hii tangawizi uwe na uh, pilipili uwe na kitunguu saumu. Hivi ndio vitu muhimu kabisa ambavyo inatakiwa uwe navyo kwenye huu mchanganyo. Sasa, endelea kunisikiliza vizuri uh, nitakuja nikwambie hivi vitu uh, kwenye kila aina ya ugonjwa ambao umegoma kutibika, una vichanganyije, na unachanganya na kitu kingine, kitu gani? Au nitakushauri dawa zuri ambayo uh, ukichanganyia kwenye huo ugonjwa unao utibu tiba ya asili basi huu ugonjwa unaweza ukapona kwa haraka zaidi. Aa, sasa tuaze kwa, kwa mfano unatibu e, typhoid typhoid ime, imegoma kupona typhoid ni, ni muharo e, mweupe ambao unakuwa na, na, na kama unjano hivi, hiyo hiyo ni, ni typhoid au kipindupindu. Aa, utatumia magonjwa haya kuna typhoid, kipindupindu Gumboro, haya magonjwa yote matatu unaweza ukatumia, kwa mfano majani ya mpapai aa. Kama majani ya mpapai huna, utatumia mwarobaini, kama mwarobaini hauna, utakuja utatumia aa, majani ya mpela e, kati ya hayo majani matatu, basi atakusaidia wewe kuweza kutibu huo ugonjwa. Lakini e, kama haijapona, basi itatakiwa uongeze huu mchanganyo ambao nimekuambia hapo, kwenye huo mchanganyo. Uh, kwa hiyo kwa mfano labda ninataka nitengeneze ni mchanganyo au nilikuwa natumia mchanganyo labda wa majani ya mpapai. Kwa hiyo nitakachokifanya utachukua majani ya mpapai matatu, utakuja utachukua uh, kitunguu saumu kimoja, tangawizi moja na pilipili kati ya nne mpaka tano. Kama hivi ambavyo unaona tunafanya, utablend majani ya mpapai pembeni peke yake, utakuja utablendi huo mchanganyo wako pembeni peke yake, kisha utachanganya utakologa e, ili vichanganyikane kabisa alafu utakwenda kuweka kwenye maji lita kumi. Tuje sasa, kama unatibia mafua na yamegoma kabisa kupona. Aa, mafua, ubaya wa mafua ni kwamba kuku wanapokaa nayo muda mrefu hatua zinazidi kwenda mbali zaidi. Kwa mfano kama kuku walikuwa wanapiga chafya, huu ni mchanganyo ambao ukiwachanganyia moja kwa moja wanapona. Au yale mafua mepesi mepesi, huu ni mchanganyo huu peke yake, huu hapa, kitunguu saumu, tangawizi pamoja na pilipili, ni mchanganyo ambao kuku wako ukiwachanganyia, wanapona kabisa. Ndio maana unaona Uh, hata wewe mwenyewe unapokuwa una brand huu mchanganyo lazima utakuwa unapiga chafya, kwa sababu uh, huu una, unaponyesha mafua vizuri kabisa. Lakini ikitokea mafua yameenda mbele zaidi uh, tunaposema yameenda mbele zaidi uh, kuku anatoa kamasi, lakini pia kuku ameanza kuvimba macho. Unaweza ukaona kuku wako eh, wamevimba macho, lakini ukiwaangalia ndani ya macho unakuta kama vile eh, wanatonge eh, jeupe hivi. Kwa hiyo hayo anaku ni mafua ambayo yame yamezidi na hapo ndio unakuwa unaanza kupata vifo. Aa, sasa huu mchanganyo utautumia e, uta, utaongeza kwenye huu mchanganyo utaongeza utaongeza limau kwenye huu mchanganyo limau moja. Aa, kisha utachanganyia na dawa ambayo ulikuwa unaitumia ya mafua. Huu mchanganyo unaweza ukachanganya A, pia na dawa za dukani kama vile e, kama unatumia Introvit, Tylodox, yani kwa mfano dawa yoyote ile ambayo ulikuwa umeelekezwa ya dukani utumie, basi unaweza ukachanganya na huu mchanganyo na kuku wako wakapona, lakini kumbuka, hii hatua ya mafua inatakiwa pia wewe unawasafisha kuku wako e, macho kwa kutumia maji ya vuguvugu ambayo umeweka chumvi kidogo. Utatumia e, pamba au kitambaa laini ili kuweza e, kuwanusuru au kuku na macho na kama kuku wako wamevimba sana macho basi wasafishe kwa kutumia limau. Uh, tumia limau kusafisha lile eneo ambalo limevimba, lime paka na uh, ule ute ute wa aloe vera. Aloe vera nyingine utaweka kwenye mchanganyo wako e, kama jani moja hivi uh, kwa ajili ya uh, kuwatibia kuku wako. Aa, sasa tuje kama umetibia kideli kuku wako hawajapona, au tuseme basi kideli kimeingia bandani kwako. Manake kwa, kwa ninachokijua mimi ni kwamba wafugaji wengi e, huwa kutibu vi, kideli ni ngumu sana, huwa hakitibiki lakini, hapa nataka nikueleza hapa. Sasa nitakueleza dawa kamili ambayo unaweza ukaitumia, ambayo ndani yake ina huu mchanganyo aa, uta, kwenye huu mchanganyo wa tangawizi, kitunguu saumu pamoja na pilipili, utakachofanya utaongeza e, kijiko kimoja cha majivu, lakini pia utaongeza na majani matatu ya aloe vera. Utaongeza na majani matatu ya aloe vera, na kama unaoyo majani ya mwarobaini basi utaongeza kwenye huo mchanganyo aa, na kuku wako watapona vizuri kabisa. Aa, sasa hapo kwenye comment hebu tuambie ni ugonjwa gani ambao umeshambulia banda lako na kuku wako hawataki kupona. Aa, lakini pia ninakukaribisha KingoFarm. Uh, tunalo kundi la WhatsApp, ambalo unaweza ukajiunga kwa ada ya shilingi elfu nane. Kwenye hili kundi utakaa kwa muda wa miezi miwili ukilipia hiyo ada ya shilingi elfu nane. Ni grupu zuri sana huwa tuna eh, eh, posti humu namna ambavyo tunawatibia hawa kuku wetu ambao unawaona hapa ili, uh, lakini pia namna ambavyo tunawapa booster ili waweze kutaga vizuri kabisa eh, vyakula ambavyo tunawapatia uh, lakini pia ukitaka kanuni za hivi vyakula ambavyo tunawapa hawa kuku waweze kutaga vizuri na waweze kuwa na afya bora. Tunavyo vitabu mbalimbali mbali ambavyo humo ndani vinaeleza aa, miongozo ya namna ya kuwafuga kuku. Inategemea kama unawafuga broiler, kuna miongozo ya kuwafuga broiler. Kama unawafuga eh, kuku chotara, kuna miongozo ya kuwafuga kuku chotara na zani mnavyona hivyo vitabu. Ufugaji wa broiler, mwongozo wa kuwafuga broiler. Safari ya ufugaji, hiki kwa wafugaji wale wa kuku chotara kinawafaa sana, kina kanuni za kuchanganya chakula, lakini pia na mwongozo wa kuwalea hao kuku. Tiba za asili ni kwa watumiaji wote wa kuku kwa ajili ya kuchanganya dawa, humo kuna maelekezo ya kuchanganya tiba za asili ili uweze kutumia kwa ajili ya kuku wako. Kuna ufugaji bora wa kuku wa kienyeji, huu ni mwongozo wa kuwafuga kuku wa kienyeji tokea kifaranga mdogo mpaka mkubwa, na tumezingatia sana bajeti, lakini pia kuna mwongozo maalum wa tiba za asili. Vitabu ni shilingi 10000 tunakutumia soft copy kwa njia ya WhatsApp. Jamani, hatunaga vitabu hard copy, tunauza soft copy kwa WhatsApp.